Karibu kwenye podcast yako pendwa ya Joakim Work Production. Je, umewahi kufikiria ni kwa nini jicho lako linaweza kuona maelfu ya rangi tofauti au kwa nini unaweza kusoma kwa kasi kubwa bila hata kulitambua? Na leo tunazama ndani ya moja ya viungo vya ajabu zaidi katika mwili wa mwanadamu, yaani tunakwenda kulichunguza jicho la mwanadamu kwa undani zaidi. Jicho lako ni zaidi ya lenzi ya kuona, ni dirisha la ulimwengu unaokuzunguka. Katika dakika chache zijazo, nitakwenda kukushirikisha maajabu kumi ya kushangaza kuhusu jicho la mwanadamu, mambo ambayo hujawahi kuyasikia popote. Utajifunza jinsi jicho lako linavyoweza kuona hata mwanga wa chembe moja, kwa nini linajirekebisha haraka kuliko kamera yoyote, na ni kwa namna gani linafanya kazi bila kupumzika, hata ukiwa umelala. basi Hawa tayari sikiliza, kwa makini na jiandae kushangazwa. Hili ni jambo ambalo hutakiwi kabisa kulikosa. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na chaneli yetu, basi fanya jambo la kiungwana la kusubscribe, na kisha bonyeza alama ya kengele ili pale tutakapokuwa tunapakia video zetu mpya, usipitwe na video hizo. Jina langu naitwa Joakim Chawe, ni mwandaji wa makala hii. Basi, let's dive in. Jicho la mwanadamu ni moja ya maajabu ya ajabu zaidi katika mwili wa binadamu. Hapa kuna maajabu kumi ya kipekee kuhusu jicho ambayo si rahisi kuyapata sehemu nyingine. Namba moja: jicho linaweza kugundua tofauti ya rangi trilioni moja. Ingawa mara nyingi tunafikiri kuna rangi chache, jicho la mwanadamu lina uwezo wa kutofautisha hadi rangi trilioni moja. Hii ni kwa sababu ya mchanganyiko wa vipokezi vya mwanga, yani cones vitatu vilivyopo kwenye retina, ambavyo vinaweza kuchanganya mawimbi ya mwanga kwa njia nyingi tofauti. Namba mbili: mboni ya jicho inajirekebisha haraka kuliko kamera yoyote ile duniani unayoifahamu. Katika sekunde moja, mboni ya jicho inaweza kubadilika kulingana na mwangaza wa mazingira, na inafanya hivyo haraka kuliko kamera yoyote ile ya kisasa inayotumia teknolojia ya autofocus. Namba tatu, jicho halichoki kama misuli mingine. Ingawa misuli mingine mwilini ina uwezo wa kuchoka baada ya muda fulani wa kazi, misuli inayohusika na harakati za jicho ina nguvu ya kipekee. Inaweza kusogea mara laki moja kwa siku bila kuchoka, kwa sababu jinsi inavyopokea virutubisho kwa haraka. Namba nne, jicho linaweza kugundua mwanga wa foton moja. Katika mazingira ya giza kabisa, jicho la mwanadamu linaweza kugundua hata chembe moja ya mwanga, yani photon. hii inaonyesha jinsi jicho lilivyonyeti kwa mwanga mdogo sana. Picha ili uione vema, jicho la mwanadamu linapokea picha kwa mtazamo wa chini juu, yani inverted image. Lakini ubongo wako unazibadilisha ili kuona ulimwengu kwa namna sahihi. Bila ubongo, tungeona vitu vikiwa vimegeuzwa juu ch ch ch chini. Namba sita, sehemu ya ubongo inayotumia kusindika picha ni kubwa kuliko ile ya kusindikia lugha ubongo unatumia sehemu kubwa zaidi kusindika picha zinazotoka machoni kuliko inavyotumia kusindika lugha. Hii inaonyesha ni jinsi gani kuona ni muhimu zaidi kwa kuelewa mazingira yetu. Namba saba. Jicho halihitaji mapumziko wakati wa kulala. Tofauti na viungo vingine vya mwili, jicho huendelea kufanya kazi hata wakati umelala. Ndiyo maana unapoota ndoto unaweza kuona picha angavu kama vile uko macho. Namba nane. Jicho la mwanadamu linaweza kusoma maneno mia tano kwa sekunde. Macho ya mwanadamu yana uwezo wa kusoma kwa kasi kubwa na baadhi ya watu wenye mazoezi maalum ya kusoma haraka wanaweza kufikia kiwango cha maneno mia tano kwa sekunde. Namba tisa. Upekee wa macho yako ni makubwa kuliko alama za vidole. Kama vile hakuna mtu mwingine duniani mwenye alama za vidole kama zako, basi hakuna mtu mwingine mwenye muundo wa ilis au sehemu ya mboni yenye rangi unaofanana na wako. Ndiyo maana skana za macho zinatumika kwa usalama wa hali ya juu zaidi ya alama za vidole. Namba kumi. Jicho halizai bakteria kirahisi kwa sababu ya maji ya machozi. Machozi si tu kwamba husaidia kusafisha jicho, lakini pia yana viua sumu, yaani lysozyme, ambayo huua bakteria wengi ndani ya sekunde chache. Hii inasaidia jicho kubaki safi na kuepuka maambukizi. Jicho la mwanadamu ni moja ya miundo tata zaidi katika mwili wa binadamu, lenye maajabu mengi ambayo hata sayansi bado inaendelea kuyagundua. Ulikuwa nami Joakim Chawe, msimuliaji wa makala hii. Unaweza kutufuatilia zaidi kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ikiwepo TikTok, Instagram, YouTube pamoja na Facebook kwa kutafuta jina Joakim Work Production. Utakuwa umetisha sana. Usahau kutufollow, lakini pia usahau kucomment na kushare, kwa kuwa hii ni namna ya kuweza kuwasiliana kati ya mimi na wewe na baadaye na yule mtu ambaye hajaona video hii. Stay connected with us and God bless you. Welcome more.